Tena bora tumekutana mimi na wewe hapa. Kwa hiyo wewe ukajiona ni mjenje sana kucheza na hisia zangu, si ndio? Mwana, mwanahizaa usiyekuwa na haya wewe eh? Shogangu jishikilie, usije kumalizia maneno mabovu mtu unayempenda. Nijishikilie vipi, wewe? Naye nijishikilie wakati mzuka ndo kwanza unanipanda? Nataka nitapike maganda mpaka akili mkae sawa. Mbona mbona unaongea mambo mengi nisioelewa. Eh? Shida nini? Alafu sikia usinifokee ikiwa sijui kosa langu ni lipi. Acha kujitoa akili. Unakuja ho ninakupenda, nakupenda. Nakupenda. Kumbe na kisichana chako cha hovyo kimkonde na kimkonde kama sindano ya mkono. Eh? Au kwa sababu sikukwambia nakupenda Lungwecha. Ni Lungwecha kwa taarifa yako nakupenda kutoka moyoni. Tena likukae kichwani. Unanielewa? Kwani We, haya maneno umeambiwa na nani? Haya maneno nimeambiwa na Rehema. Alikuona na icho kitanda chako kibovu kibovu mmekubatiana. Itakufika majaribu, <coughs> utakosa pa kushika. Abe. Wewe Bwana sawa kweli? Nimechelewa kwa sababu nilipita kwa mjomba. Tulikuwa tuna kikao kidogo cha familia. Zawa mke wangu. Lakini naomba nisamee sana kwa kukimbia tuma na na tuma na, kama tatizo akakusanga kuko ino kuko leo, mke wangu Zelina, sasa nitampatia wapi eh? Hapana, naomba nisamee hapana Shigela. Ulifanya maamuzi sahihi kabisa kuniacha kule, ni vema hata uliniacha kule, awezi akanizuru mimi, lakini ungebaki wewe, angeweza kukuzuru na wakati mwingine ni vizuri kumkimbia mtu kuliko kusubiri matatizo. Unajua, mimi niliamua kukimbia kabisa, yani nilikuwa na kuwazia sana, maana huyo mzee ni mkorofi sana, yaani nilikimbia mimi hadi sasa hivi, yani na njaa na tena alia. Haujala? Mm.

Eh, ili umekuja wewe sasa hivi ndo njaa sasa yanta kungatang'atu mndumu, yaani tumbo inatememeka tetememeka tu. Basi bwana, ngoja nikuandalie sasa chakula ule ushibe tumbo lisiendelee kutetemeka tena. nani poja poja muselina akachagula geta eh

ulinamba hati ya mhayo kuinga kuli mwenyekiti wisa wa kijiji. Mwenyekiti ana jambo gani leo la kunishirikisha mimi? umini una wapi? Ni na alikuwa ni nani? nilikuona nyumbani kwa Ntemi, umemkumbatia lemi <laughs> una kipi cha kujitetea? nidanganya lungwecha, huna cha kujitetea, mshenzi mwanaizaya wewe. Tena kuanzia leo muda huu, kaa mbali na mimi tena, kaa mbali na mimi na hiyo misamiti yako ya ajabu ajabu. Ukirudia kunifatafata, ukathubutu, utamjua tausi wa pili. Nisikilize, nisikilize, nisikilize, nisikilize, naomba unisikilize kabla hujaondoka, kwa kuwa hujui chochote, huna unachokijua ila umeamini kwa kusikiliza maneno ya kuambiwa. Sina msaada na wewe, na ukiondoa miguu yako hapa, usigeuke nyuma. Unataka kujitetea? hi ni nikuelewe, au una maana gani? Kwanza kuzungumza kwamba eti nikiondoka nisigeuke nyuma? Wewe umekuwa mganga kwamba unanipa mashati nikiondoka nisigeuke nyuma? Tausi, sijitetei. Yule binti ni mgonjwa, na nilikuwa nampatia dawa. Alafu huwa sina tendency ya kujitetea kama sijakosea. Pia anamaanisha ukitoa miguu yako hapa usinijue tena. Ulima nuntemi aliha kututawala sana niyo niyokotutujai sasa umwenyekiti alihaya gik tubize hamo gete tubisabana kijiji tubize, yani tuungane kumaswala pya gose ili apejiwe tena. Hilo ni jambo la msingi sana nitaungana nawe kwa asilimia 99.9 tisa

Asante Mungu. Sasa hii ni njia ya ushindi kwangu mimi Manyanjiki. kesho Ntemi kwao mapema tu, na tutafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. sikio la kufa haisikiagi dawa. unachokipanda Yo, utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh, o baba we, hey, hey. Mwanamke si ndio hapa jamani haki ya Mungu. Sasa leo mimi najikaza haki ya Mungu niongee nako. Na wewe mdomo wangu jikaze leo ongee nako. Basi mimi si leo nitakambiaje yani? Ni leo na mwambia kabisa. Nika leo karungu changu, nika Temi. Kutana, abamani, ni, jamani jamani, haki ya Mungu yani, hivyo yani, <laughs> yani, hi, jamani haki ya Mungu leo, na mimi nataka haki yangu nulu hama nakushindikira na nakakuile ishita yane hapana, mi nenda kisimani e, afu... yani na kufatia maji ya kuoga makosha ulini chiria nini, nashida na wewe. Usiondoke, nikute hapa hapa, sawa? Sasa nakusubiria tu hapa hapa yaani, sisokesia hata nanina lukuguru natekerakako, sawa? Sasa <laughs>

dawa unajua, nimetoa mbali sana lakini pia mtu akifa huwa navisisha mikoba watu wengine. Inawezekana kweli huyo unayemsema wewe ndo aliyemrisisha huyo aliyenipatia hii dawa, lakini lulukutimontugu utasangije munti kumoduhu umwenemo ulina nti kwa kukonja ng'ombe duhu

Yaani, hilo ndo la msingi kuliko vitu vyote. Halafu na nijua ayo ah, mengine <gibu> achana nayo, tutafanyia kazi siku mingine. tulitakiwa tukuvejumayiukumapema mito kufa kushire hoyo Ntemi, samahani kwa kuchelesha, kwa kuchelesha Hamna shida tu yaani, hata kama ungekama siku mawili, yaani mimi nilikuwa nakusubiria tu hapa hapa. Wewe niambie tu, una shida gani? Yaani mimi ndio mwanaume wa kukusaidia mashida yako hapa. Ni kweli? Maana mwanaume shida, ulikuwa wewe ndio mwanaume wa wanaume hapa kijijini. Mimi nilikuwa na shida, nisaidia shilingi elfu kumi. Asikia jamani, kwa kumbe ulikuwa na kashida tu na tu hela tudogo tudogo. <tuhi> mii ntakupa tu mi sindio mwenyewe. Sasa sasaafu mimi ndio naweza kukupa kila kitu hata isi. E, ndio sawa <tuhi> <tuhi> sasa nashita nasonaka elfu kumi eti, au nataka zingine nyingi eti? Hapana, elfu kumi tu

Sindio, twende sasa. Ah, tocani, twende tu, wewe twende sasa, sindio, nakufuata uh, ani <laughs> twende tu um, hamna twende sasa aya uh, sasa twende Wie kipenzi, tausi, mpenzi vipi? Mbona sikuelewi, umejinamia tu mawazo kama yote au unampenda tayari? Ushaanza kumpenda eh? si ulisema umpende? Wewe muda wote nimefika hapa umejinamia tu, hata uniangalie usoni. Rehema, ni kweli, mwanzoni sikumpenda, lakini kwa sasa maneno yake amenigusa sana yalivyo, ukizingatia mimi sijamkosea chochote Lumwecha. Yaani siwezi kukubali kumwacha hivi hivi, ni lazima nichunguze ivo. <tipa> Ti nataka yani kufa mapema? Yaani ukakaa kumwaza mtu kama yule ufe na pressure. Hivi kwani mi nilichokwambia nilidanganya? Mi sikuongopa kabisa, nilithibitisha, na nikathibitisha mbele yake na hakusema chochote, kwani alikataa? kwa sababu nilikuwa nasema kweli. Sasa wewe unakaa kujiumiza kichwa kwa ajili ya mtu kama huyu? Kama endelea kumwaza shauri yako. Koma shoga yangu, lakini wewe ndio ulikuwa kutwa kucha kunishauri shauri tausi, mkubali mkaka wa watu unamtesa, mpende eh. Tena wewe ndio kwanza ulikuwa mshenga wangu kunishauri sasa hivi imekuwaje? Au unamtaka shoga yangu? Tuambizane, mimi na yeye, tusitaki kugombana kwa sababu ya mwanaume aku. Mimi na yule bwana wapi na wapi? Hmm, niso saizi yangu huyo saizi yako kwa maanaye tu. Hmm, hata sijui nimwamini nani kati yenu. Lakini yeye amedai kwamba yule binti ni mgonjwa, lakini Yesi amesema kwamba yule binti anaumwa. Ninaenda kwa Ntemi nikamuonera binti, yaani moyo wangu hapo unanidunda sana. ito liakocha litigwagavogota eshole hambale esho kwembola ule jali mitugo kuliko mwana wako baba. Oh.

Mwana kisa mifugo. Siwafata mila baba. Mwana kisa mifugo. Ntemi. Mwana baba, elimu bule, napoteza mwana kisa mifugo. Watoto waende shule, napoteza mwana kisa